Ufugaji wa samaki kwa vizimba ni utajiri. Hata hawa ambao wanasema vikwazo vi, vi, vi, vipo hawajasema tunaacha. Kuna mmoja anasema tunaacha <todicu> eh? <todicu> naomba mnipe kizimba changu. Yupo hapo, yuko tayari kunikabidhi kizimba <todicu> wao wanataka wapate, wavue kwa kisasa zaidi, wavue wafuge kwa kibiashara zaidi, na wafuge kitija zaidi, na ndivyo ilani inavyosema. Tunataka sekta hizi tuzibadilishe, ziendeshwe kisasa ziendeshwe kibiashara ziendeshwe kwa tija. Sasa changamoto za mikopo, ndio tunakuwa na vikao hivyo vya wadau. Changamoto za vyakula, tunaalika viwanda. Kuna nafasi kubwa wawekezaji wa ndani hasa wa ndani kuwekeza kwenye viwanda vya chakula. Kuna, kuna eneo la kuzalisha vifaranga. Mnaona huyo mpaka achukue wiki mbili, tunataka tu na wawekezaji, mtu anaenda asubuhi anapata, anaenda mchana anapata, anaenda jioni ana anapata. Huko ndiko tunakoelekea na wako ambao kwa uwezo wao wa kimtaji wamesha tatua hatua mbalimbali mbali. Kwa hiyo hilo eneo lina matatizo kwa sababu ya uchanga wake, kwa sababu ya upya wake, kwa sababu ya ujinga wetu wa kutojua. Tunaendelea kujifunza, lakini na sisi kutangulia sio kufika. Wale waliotutangulia wakae chonjo, tunaenda kwa kasi sana, na hii kasi ni ya Mheshimiwa Rais na, na ndio maana Mheshimiwa Rais anasema anataka na kuacha Tabasamu, la, la, la, la utu kwenye uso Tanzania. Huu ni ubunifu wake. Kabla ya uongozi wake tulikuwa na vizimba hivi. Sasa tule, na kama tunataka kweli aache tabasamu, tuchangamkie hiyo kata. Mheshimiwa Waziri, ulinikabidhi jukumu la kuangalia kipande hiki cha vijana na wanawake katika wizara yetu na flagship, uh, project flagship ambayo tunayo ni hii ya vizimba pamoja na boti lakini zaidi hii ya vizimba ripoti inaonyesha tayari kuna vijana wengi na wanawake ambao wamenufaika, na kwa changamoto hizi ambazo tunaendelea kuziona, kama nilivyosema, ni mradi mpya na mgeni kwetu, tunaendelea kuzirekebisha kama wizara, ili kuhakikisha kwamba kadri muda unavyozidi kwenda, tunakuwa na mradi ambao kila kijana anaweza kuwa eh, akafurahi kushiriki katika mradi huo kwa sababu wote tuna kili ziwa hili kwa kiwango kikubwa ni rasilimali ni, ni ambayo Mungu ametubariki kama nchi, lakini namna gani tunaitumia sasa kubadilisha maisha yetu, hiyo ni juhudi yetu, lakini kwa kwa kushikwa mkono kwa kiasi kikubwa na serikali yetu. Na katika hili Mheshimiwa Rais amekuwa very vocal na ametoa maelekezo mahususi kwamba tuhakikishe tunagusa kwa kiasi kikubwa vijana na wanawake. Mheshimiwa Waziri, wafugaji wote waliweza kuvuna samaki katika awamu ya kwanza kwa mafanikio licha kuwa wengi wao hawakuwa na uzoefu wa ufugaji wa samaki kwa njia vizimba. Mheshimiwa Waziri, mafanikio mengine ni soko la uhakika la samaki lipo ndani ya mkoa wetu na nje ya mkoa wa Mara, jambo linaloweza kunufaisha wanufaika kwa kuuza mazao yao. Tatu, Mheshimiwa Waziri, wanufaika wamepata ujuzi na uzoefu wa vitendo katika ufugaji wa samaki kwa njia vizimba, hali inayosaidia kuongeza tija katika awamu zitakazofuata.